Habari zenu wa Tanzania, hii video nilikuwa nataka kuongelea hiyo hotuba ya leo ya Rais haramu wa Tanzania, rais ambaye hana mamlaka, Rais aliyepora kiti cha urais, rais aliyemwaga damu ili apate huo urais, alipokuwa akihutubia kwenye bunge lililopatikana kwa damu za Watanzania, wabunge walio patikana kwa damu za Watanzania kumwagika. Cha kwanza kabisa inabidi Watanzania mwelewe kwamba hiyo hotuba aliyotoa Samia Suluhu leo haikuwa kwa ajili ya Watanzania haswa, yaani hakuifanya primarily kwa Watanzania. Ilikuwa ni kwa sababu ya jumuia um, ya kimataifa kwa sababu jumuiya za kimataifa mpaka dakika hii zimekataa, zimegoma kutambua urais wa Samia, kumtambua Samia kama rais wa Tanzania. Sadak wametoa matamshi makali, UN wametoa matamshi makali, Embassy nyingi zimetoa matamshi makali, hawajatoa pongezi zozote nchi zilizotoa pongezi za kumpongeza Samia kwa kuwa rais, sidhani kama zinafika nne. Na hilo ndo tatizo alilonalo, hana uhalali. Speech aliyofanya leo anatafuta uhalali, bila so bila huo uhalali, bila kuwa na, na uhalali wa kimataifa itakuwa ni ngumu kwake hata kuendelea kuchukua hii mikopo ya kifisadi anayochukua kwa jina la nchi ya Tanzania. Kama atakosa uhalali wa kuwa rais wa Tanzania, sasa anautafuta uhalali. Mkatae kumpa uhalali. Mkimpa uhalali, ataweza kuendelea kuchukua mamikopo kwa jina la nchi ya Tanzania, mamikopo ya kifisadi ya ki, u, yani kila kila anasa zao wanazozifanya kwa mikopo hii. Anachokitafuta sasa hivi Samia ni urais wake uweze kuwa wahalali, ndio maana mnamwona kama anarudi nyuma. Sio kama akarudi nyuma kwa kitu chochote kile kingine, anatafuta uhalali kwa sababu sasa hivi hana uhalali ndani ya nchi, hana uhalali ndani ya Tanzania na haswa nje ya Tanzania, hana uhalali sasa lakini Watanzania mkikubali lakini Watanzania mtakapokubali kufanya naye maridhiano, mtakapokubali kutulia, mtampa uhalali na damu za Watanzania aliowaua zitakuwa zimeenda bure, zitakuwa zimeenda bure. Ndio nchi yetu tunaitaka amani, hakuna ambaye itaka amani kwenye nchi yetu, lakini sio amani hii ndugu zangu sio amani ya kutulia ndugu zetu kiasi hiki kwa kudai haki. Sio amani ya mtu kupora urais kwa njia aliyotumia. Samia alifunga watu, aliteka watu, aliua watu ili apate urais, mwisho akaja kuua maelfu ili apate urais, alafu Watanzania mkubali kumuva ndugu zangu? Mtakuwa mtakuwa mna akili ndogo, mtakuwa ni wajinga kiasi gani? Hii sio amani ndugu zangu. Kama unataka amani, kama ni mtanzania unataka amani, tafuta haki. Sasa hivi lazima haki itawale Tanzania, ili tupate ili tuweze kupata amani ya kweli. Wa Tanzania yoyote, anayefikiri kurudi sijui kurudi nyuma, yaani kama kuna akili yako, naomba nenda X, nenda kwenye mtandao wa X, pitia zile picha. Samia anaitisha anasema sijui uchunguzi ufanyike wa vile vifo uchunguzi ufanyike, unatakiwa uchunguzi wa kimataifa, sio uchunguzi wa kufanywa na vyombo vya Tanzania. Sijui kamati anayoitengeneza yeye, kamati anayoitengeneza yeye, wote ni mafisadi wenzie, wote ni watu waliopewa hela. Uchunguzi gani uenda kufanya zaidi ya kiinimacho anacho anachowafanyia kwenye hii? Anasema uchunguzi ni kama kiinimacho alichowafanyieni kwenye, kwenye, kwenye uchaguzi jinsi ambavyo alilipa watu na inabidi mwelewe sasa hivi Watanzania, kama jinsi alivyotumia pesa za nchi za, za umma ili kufanya uchaguzi wa kiinimacho kujaza watu kwenye yale mamikutano, mwisho wa siku wananchi wote wakatoka kuandamana. Ndio kitu ambacho anaenda kukifanya sasa hivi, ataenda kutumia hela nyingi kutengeneza kiinimacho cha kwamba Watanzania wanataka maridhiano cha kwamba Watanzania wamemkubali kama rais. Hela nyingi, lakini watanzania inabidi mkumbuke, tumemmepambana mpaka mmefika hapa. Ndugu yangu, msirudi nyuma, mnakaribia kidogo kushinda. Inabidi pia mjue mbali na kwamba kaifanyia hiyo speech, jumuiya ya kimataifa, inabidi mjue Samia sasa hivi ana hali mbaya, sasa hivi anapitisha ndege kwenye kambi za jeshi ulizani watu ambao wanaishi, anazungusha helikopta tu, anazimonita kambi za jeshi ku make sure hakuna ambao wanatoka kwenda kumpindua. Ndio jinsi ambavyo hana amani, lakini wananchi, mkirudi nyuma tu, mtakuwa mmemsaidia. Hujani niwaambie kitu, wa Tanzania hakuna urais wa Samia. And it's coming to an end. Kama Watanzania mtashikilia hapo hapo, urais wa Samia haupo na alichoongea leo ni maneno, hakuna kilichobadilika. Why am I saying that? Fisadi namba moja Anjela Kiziga alikuwa naye leo bungeni. Acha Angela Kiziga kuwepo, abdulalikuwepo leo bungeni na alikua akasimama nana Kiziga yani. Hawaogopi hawajali kwa sababu wanajua wameshawatishieni kwa mitutu ya bunduki mtatulia. Sasa hivi wanawapeni tu maneno matamu ili ionekana Tanzania kuna amani, ili wao waendelee na ufisadi wao wa Tanzania. Msiwe ma stupid. Amani tunaitaka, ila sio amani ambayo haina haki. Ndugu zangu, hiyo sio amani, tunataka haki. Vijana wa Tanzania, msirudi nyuma. Yani mmeshapambana, mko karibu, mnashinda, msirudi nyuma na kwa vile ameshasema kwamba walioua waandamanaji walikosea, sikasha sema, kwa maana hiyo tarehe tisa Januari ataruhusu watanzania waandamani kwa amani, kwa sababu kishasema yale kuua waandamanaji walikuwa ni makosa na uchunguzi ufanyike. That means December tisa, tokeni mwandamani kwa, kwa amani kwa sababu ameshasema walikosea kuua watu, Watanzania. Dada yenu nawaambia, mkirudi nyuma sasa hivi mtawapoteza watetezi wote waliojitolea kuwatetea watu, walio riski maisha yao, walio riski vipa, vipato vyao kuwatetea. Msirudi nyuma, shikilieni hapo hapo. Nyie ni wa kupewa msamaha na muuaji aliowaua, aliowapiga aliyewafunga aliyeteka watu ye ndo anakuja kuwapeni nyii msamaha. Hayo ni matusi ya kiasi gani? Ni matusi baadaye yeye kuja kuomba msamaha, yeye ndo anawasamehe. Hiyo hakuna kitu kimenyuma kama hiko ndugu yangu, ambaye anatakiwa kusamehewa yeye ndo anatoa, yeye ndo anajifanya anasamehe na wanamsifia mama wa msamaha jenzi Komboeni nchi yenu, msifanywe wajinga, msifanywe